Chama cha Walimu mkoa wa Mtwara CWT kimejidhatiti kuendelea kusimamia maslahi ya walimu mkoani humo, ili kuboresha ari ya utoaji huduma ya kielimu, hali itakayosaidia kuongeza kasi ya ufaulu kwa wanafunzi kwa elimu ya awali, msingi na sekondari. Hayo yameelezwa na mwenyekiti wa chama cha walimu mkoa wa Mtwara Mwalimu Emmanuel Undule, katika mkutano mkuu wa CWT ngazi ya mkoa, ambao umeambatana na uchaguzi wa viongozi wa chama hicho kwa miaka mitano ijayo. Akizungumza mara baada ya kutangazwa mshindi wa nafasi hiyo ya uenyekiti na msimamizi wa uchaguzi mkoa wa Mtwara, Mwalimu Undule amesisitiza walimu kutekeleza majukumu yao ipasavyo ili kupunguza mdondoko wa kielimu kwa wanafunzi huku akisisitiza kuwa hakuna haki bila wajibu. Faida Online TV imekuandalia taarifa ifuatayo. Jina langu ni Habiba Mpimbita wa Faida Online TV. Tafadhali usiache kusubscribe chaneli yetu, ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania. Hakika sisi ni watu wa fildi. Awali ya yote, napenda nimshukuru Mwenyezi Mungu tena kwa kutupa uzima kipindi chote ambacho tumekuwepo kwenye mchakato huu. Mimi kwa niaba ya kamati ya uendeshaji mkoa, kwa niaba ya jumbe wa kamati ya utendaji taifa, nitoe shukrani zangu za dhati kwenu sana kwa kuwa wavumilivu na katika kulifanya jambo hili kuwa jepesi. Tumemaliza uchaguzi. Katika uchaguzi tulikuwa na mashindano, tulikuwa na makundi niwaombe sana sana sana, ili kukijenga chama chetu cha walimu mkoa wa Mtwara, tulioshinda, tulioshindwa, sisi sote tumeshinda. Kwa hiyo niwaombe viongozi wote tuliochaguliwa, nikiangalia sura za wajumbe wengi wamekuwa na imani kubwa sana kwetu. Baada ya jukumu hili kubwa tulilopewa, ni jukumu letu sasa sisi kwenda kufanya kazi ambazo wenzetu leo tunaona watu wanacheza hapa, wanafurahi kwa ushindi wetu, ambao jukumu mojawapo lilikuwa ni kuchagua viongozi wa mkoa, kwa maana mwenyekiti wa mkoa, mjumbe wa kamati tendaji taifa kuwakilisha mkoa, mweka hazina wa mkoa, mwakilishi kijana mkoa, mwakilishi walimu wenye ulemavu mkoa, lakini pia mwakilishi walimu wanawake mkoa. Katika uchaguzi huu nimepata matokeo ya kuwa mshindi. Bahati nzuri, nilikuwa mgombea pekee kwenye nafasi ya wenyekiti, na kama tumemaliza zoezi la uchaguzi sasa, tunachokwenda kufanya ni kuhakikisha tunaenda kufanya kazi za kuwahudumia walimu. Kubwa ambayo naenda kuyasimamia ndani ya mkoa ni kuhakikisha kwanza walimu wanatimiza wajibu wao. Mimi kama kiongozi ambaye nawasimamia walimu kwenye chama cha walimu, nahakikishe kila mwalimu anashiriki kikamilifu katika kutimiza majukumu yake, lakini pia ana, na, nasimama kikamilifu katika kwenda kuhakikisha kila mwalimu anapata haki zake za msingi zinazostahili kwa maana ya kushirikiana na viongozi mbalimbali mbali katika ngazi ya mkoa ambao wanasimamia walimu. Naye katibu wa Chama cha Walimu Mkoa wa Mtwara ambaye pia ni mratibu wa uchaguzi amewahasa viongozi waliochaguliwa kutoa ushirikiano wa kutosha kwa walimu wenzao ili kufikia malengo ya kuendelea kupunguza changamoto za walimu pamoja na kuongeza ufaulu. Kwa majina anaitwa mwalimu Onesimo Makwembe, ni katibu wa chama cha walimu mkoa wa Mtwara. Awali ya yote, ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumaliza zoezi salama la uchaguzi. Ni mategemeo yangu kwamba nitashirikiana vema na timu ambayo iliyochaguliwa katika ngazi ya mkoa katika kutekeleza majukumu yetu hasa kabisa katika kuwahudumia walimu wana walimu wanachama wetu hakika kwamba ndani ya mkoa wetu kielimu sasa hivi niweze nikasema kwamba yaani kila mwaka huwa tuna huwa tunapanda kwa hizo ni kazi nzuri ambazo wanazozifanya walimu. ni Hafsa Mnyadi, mwalimu shule ya sekondari na Ndonde, wilaya ya Tandaimba, mkoa wa Mtwara. Kwanza kabla yote, ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa ushindi ambao nimeupata lakini pia niwashukuru walimu wenzangu kwa kuniamini kunichagua kuwa mwakilishi walimu wanawake mkoa wa Mtwara. Mimi kama mwakilishi, kitu cha kwanza ambacho naenda kukifanya, kwanza ni kuleta ushirikiano baina ya sisi walimu wanawake. Walimu wa wanawake tuna mambo mengi ya kujadili, ya kufanya, tunahakikisha mkoa wetu unaenda mbele kielimu. Kuhusu malalamiko ya walimu, tutajadili kwa pamoja changamoto ambazo tunazipitia, tuone namna gani tunaweza kuzitatua ili tuweze kwenda mbele zaidi. Awali akitoa rai kwa wajumbe ambao ni walimu wanachama wa CWT, kaimu afisa elimu mkoa wa Mtwara Bi Zubeda Makame alisisitiza uchaguzi kuwa wa huru na haki, huku akiwataka walimu kuchagua viongozi imara watakaojali maslahi ya chama pamoja na kusimamia suala la maadili kwa walimu. Mkutano huo mkuu wa chama cha walimu mkoa wa Mtwara uliofanyika Aprili 23, 2025 ambao umeambatana na uchaguzi wa viongozi wa chama hicho ulitoa fursa ya kuchagua viongozi katika ngazi mbalimbali ikiwemo mwenyekiti mkoa, mwakilishi wa wenye ulemavu mwakilishi wa wanawake, mweka hazina wa mkoa na nafasi zinginezo. Mpaka kufikia hapo, mimi sina la ziada. Jina langu ni Habiba Mpimbita wa Faida Online TV. Tafadhali usiache kusubscribe channel yetu, ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania. Hakika sisi ni watu wa field.